Mimi Simba nimeingia Simba 2021 na sasa na sasa na nafikiri nimefanya nime, nime, nime kazi hapa Simba kwa miaka minne na nusu sasa hivi. Kwa hiyo leo nafikiri eh, ndo mazoezi yangu ya mwisho ni, kwa sababu nimepata nafasi nyingine eh, nimepata sehemu nyingine ya kwenda kutengeneza familia mpya kumaanisha kwamba eh, nimepata timu nje ya nchi. Naweza kuwashukuru sana wachezaji wenzangu kwa muda wote ambao e, nimeanza kazi Simba mpaka leo. Inawezekana wengine ambao tuliingia nao Simba, wengi washaondoka, lakini kwa wale ambao tulianza nao na nyie ambao e, sasa hivi nawaacha Simba, niweze kwanza kuwashukuru sana wachezaji wenzangu kwa sapoti ambayo mmeweza kunipa, kama familia, kama ndugu, kama rafiki. Pia na, na, na makocha benchi la fundi wote na na madaktari wote kwa kazi kubwa ambayo mmeweza e, kufanya na mimi kunipa ushirikiano kunisaidia pia, mtambo. Hivyo mimi leo ndo, siku yangu ya mwisho Simba, inawezekana nikaenda, lakini hatujui ya kesho, labda tena kesho Mungu akanipa akani, akani, akani riski nyingine tena hapa, hapa Simba. Kwa hiyo nawashukuru sana ndugu zangu, pia nawatakieni e, mchezo mwema e, siku ya kesho. Nafikiri kesho e, mkiweza kushinda, na mimi pia nitaondoka na furaha na pia nawatakieni heri e, msimu huu, Mungu aweze kuwatangulieni au kututangulieni, kwamba tuweze kuchukua ubingwa na kuweza kutimiza malengo ya timu.